Mitandao yetu ya kijamii ni wazi kwenye Facebook, mtandao wa X na vile vile YouTube at KBC Channel 1. Mimi ni Ben Chumba, na mimi naitwa Nancy Okware. Mtangazaji wa lugha ya ishara leo hii ni Lucy Maura. Na Rais William Ruto anasema serikali itanunua vifaa vinavyohitajika kusaidia jeshi la taifa kufungua kambi za kiusalama katika kaunti zinazokabiliwa na utovu wa usalama. Ruto amesema kambi hizo ni sehemu ya juhudi pana za serikali za kuimarisha uwezo wa Kenya wa kukabiliana na vitisho vya kiusalama vya ndani na nje ya nchi. Rais alitoa wito kwa wale watumishi wa umma, ikiwa ni pamoja na wanajeshi, kutokomeza utepetevu kazini ili kuboresha huduma kwa wananchi. Rais alisema haya wakati wa maadhimisho ya siku ya jeshi mwaka huu katika kambi ya wanajeshi ya Moi mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Siku ya jeshi la taifa ya mwaka huu ambayo iliadhimishwa kwa kutoa heshima kwa maafisa na wahudumu waliostaafu pamoja na wale waliopoteza maisha yao wakitumikia taifa, iliadhimishwa kwa kauli mbiu, kuimarisha mtazamo wa mwanajeshi kama kiini cha maandalizi ya utekelezaji wa yu majukumu ya usalama wa taifa na maendeleo. Sherehe hizo zilijumuisha shughuli mbalimbali, ikiwemo kuweka mashada ya maua kwa heshima ya mashujaa waliopoteza maisha yao maonyesho kutoka vitengo mbalimbali vya jeshi hilo pamoja na gwaridi rasmi iliokaguliwa na rais William Ruto ambaye pia ni amiri jeshi mkuu. Maafisa bora pia walituzwa. Honorably recognized. At the core of our celebration today, ladies and gentlemen, is the recognition of the immense sacrifices made by our soldiers. Every soldier who dons the Kenyan uniform carries the hopes, safety, and dignity of millions of our citizens Mradi wa majaribio wa matumizi ya umeme unaotumia miale ya jua pia ulizinduliwa katika kambi hiyo. Rais aliwahakikishia wanajeshi kwa serikali itaendelea kuunga mkono bila kuyumba ili kuhakikisha taifa hili ni salama kwa kila Mkenya. To every member of the Kenya Defense Forces, I say this, you are the shield and sword of our republic. You carry the hopes of generations, the pride of our people, and the dignity of our flag. Alisifu jeshi hilo kwa uongozi wake wa kipekee na taaluma ya hali ya juu katika kutekeleza majukumu yake. Kuhusu masuala ya maslahi ya wanajeshi, Ruto alisema kuwa serikali imeharakisha utekelezaji wa mipango ya huduma za afya, makazi na mafao ya wategemezi.